Kampeni hii inatekelezwa na Wizara ya Katiba na Sheria, lakini kwa kushirikiana na wadau. Sisi kama wizara, lengo letu, uh, jukumu letu kubwa ni kuratibu. Tunaratibu kuhakikisha kwamba azma ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba tuwafikie wananchi katika ngazi za vijiji na kata inaweza kutekelezwa na inatekelezwa kwa pande zote mbili, kwa maana ya Tanzania Zanzibar, lakini pia na Tanzania Bara. Kwa huku upande wa bara, Mheshimiwa Mgeni rasmi tumeshafikia mikoa ishirini na tatu. Jana tumekamilisha mkoa wa Arusha ukiwa ni mkoa wa ishirini na tatu na kesho tutazindua kwenye mkoa wako utakuwa ni mkoa wa ishirini na nne, na mnamo tarehe kumi na nne Aprili tutakwenda kuzindua na kutekeleza kampeni katika mkoa wa Kagera ambao utakuwa ni mkoa wa ishirini na tano, na mwezi huu wa nne tunatarajia pia kutekeleza mikoa mitatu kwa upande wa Tanzania Zanzibar na mkoa utakaokuwa umebaki ambao ni mkoa wa mwisho utakuwa ni mkoa wa Dar es Salaam ambapo wizara inatarajia labda mwezi wa tano tuweze kukamilisha, uh, kampeni hii. Kampeni imekuwa na mafanikio makubwa sana. Tumeweza kufikia mtu mmoja mmoja katika mikoa ishirini na mbili, kwa sababu taarifa za Arusha bado hazijakamilishwa. Kwa hiyo, kwa hii mikoa ishirini na mbili tumeweza kufikia mtu mmoja mmoja zaidi ya milioni mbili.